Mkulima mmoja alikuwa akiishi na mtoto wake mmoja na farasi wao wa pekee. Siku moja, yule farasi alikimbia na kuelekea porini. Majirani walitikisa vichwa vyao na kumwambia, una bahati mbaya sana. Yule mkulima aliwajibu, labda. Siku chache baadaye, yule farasi alirudi Hakuwa peke yake, alikuja na farasi wengine wawili. Majirani wakamwambia, una bahati nzuri sana. Yule mkulima akawajibu tena, labda. Yule mtoto alijaribu kumwendesha mmoja wa wale farasi, alianguka na kuvunjika mguu. Majirani walimcheka na kumwambia, una nuksi sana. Yule mkulima aliwajibu na kuambia labda. Wiki moja baadaye, wanajeshi walikuja kwenye kile kijiji, walichukua kila kijana kwenye kile kijiji kwa ajili ya vita, lakini mtoto wa yule mkulima aliachwa kwa sababu ya ule mguu wake uliovunjika. Wanakijiji wakamwambia tena, una bahati nzuri sana. Kwa mara nyingine tena, yule mkulima akawajibu akawaambia, labda. Ile hadithi ilisambaa vizazi baada ya vizazi. Kwa sababu yule mkulima aliwafundisha ukweli mmoja. Matukio kwenye maisha sio mazuri wala mabaya kwa wakati huo. Yanakuwa mazuri au mabaya kwa kutegemea nini kitakachofuata baada ya hapo.